Serikali ya Afrika Kusini imeonekana ikisafirisha vifaa vikubwa sana. Vifaa hivi vilionekana kwa njia ya treni, vitu vingi vya kijeshi kutoka South Africa kwa leli au njia ya treni ambayo ndo huwa inafuatwa kupandisha juu kama inakuja huku nchi za huku juu za kati ya Afrika, kwa nchi za huku Kongo, ndio leli wanayopitaka. Na kwa taarifa zetu za ndani zinasema kwamba South Africa inakuja kupigana ndani ya nchi ya Kongo, kusapoti Kongo kwa ajili ya askari wake waliokufa ndani ya ardhi ya Kongo, na wao ni nchi kubwa, kwa hiyo hawawezi kunyamaza kimya. Kwao wanakuja kuipa support Kongo, kama ambavyo mnajua, South Africa inayo masilahi makubwa in kubwa katika vita hivi vya Kongo, kwa maana wao wako ndani ya Kongo kihalali, askari wanalipwa kihalali, na hata nchi kwa jumla inapata faida za Kongo kihalali. Lakini pia taarifa zingine tulizo nazo kutoka Tanzania, nazo tumetumiwa picha za kutosha za kuonyesha serikali ya Tanzania, jeshi la Tanzania linavyosafirisha baadhi ya maaskari na majeshi yake na vifaa kuelekea mipaka ya Tanzania na Rwanda, mipaka ya Tanzania na Burundi, mipaka ya Tanzania na Kongo, lakini pia na vikosi vingine kuonekana vinapelekwa Kongo kwa ajili ya kusaidia Kongo, kama ambavyo najua, Tanzania pia ina majeshi yake ndani ya sadeki katika ardhi ya Kongo. Istoshe, Tanzania na Kongo huwa wanakoperate vizuri sana, hata bandari ya Dar es Salaam huwa wanashare sana kwa maana wateja wakubwa katika nchi zinazozunguka Tanzania, Kongo inawezekana, ni ina asilimia kubwa ya watu wanaofaidi ile bandari ya pale Dar es Salaam. Kwa hiyo Tanzania kusaidia Kongo ni kama ndugu. Sasa swali langu likaja hivi. hiv Afrika kuja ndani ya Kongo ndio ushindi wa Kongo, kwa maana Kongo haina nguvu ya kupiga RDF. Ili swali sijachoka kujiuliza. Na mara nyingi ninaposema mambo kama haya wengi huwa wanawahi kunichoka na kuona kama vile mimi ni msaliti, lakini siongei vitu vya hisia, ninaongea vitu vya kielimu na vitu vya kiusomi vitu vya kisiasa. Lakini, na mara nyingi nimekuwa nikiimba na kusema kwamba kama Kongo kuna vita, kusiangaliwe jeshi la Kongo, kusiangaliwe Paul Kagame, kusiangaliwe RDF, vita vya Kongo viangaliwe Tshisekedi, rais wa Kongo, ndiye aojiwe kuhusu

Chisekedi akifanya jambo jema huwa ninasema aa, kwa hili amepatia. Lakini kwa vita vya Kongo hivi vya Noro Kivu na Sidi Kivu, aulizwe Chisekedi ndiye anayejua mwanzo wa vita hivi na mwisho wa vita hivi. Sasa nisikilize kidogo, mimi nasema hivi: wazalendo waza waza watajitahidi kwa vyovyote, lakini kwa kuwa hakuna kauli ya rais wa nchi ya kupigana, wazalendo watajitahidi, lakini hawataweza. Wataweza pale ambapo watakapojua ukweli huu nitakaoongea hapa. Kwa hiyo baada ya wazalendo kujua ukweli huu nitakaowaambia hapa, ndiyo utakaowaletea sasa tiba ya kuweza hivi vita, kwa maana naviweza. Chisekedi ameombwa ongea na M23, amekataa kuongea na M23. Sasa fanya wapige basi, M23 hawezi kuwapiga. Ongea na Rwanda, Paul Kagame ameweka kiburi, hawezi kuongea na yeye, aongee na M23. Kagame alikuwa anajua jua nacho kiongea, lakini pia Chisekedi amekalia sana kupigapiga kelele, umoja wa mataifa ingilieni kati, umoja wa mataifa ingilieni kati hivyo, lakini hakuna reaction anayofanya. Unawezaje kuvumilia watu wako wa wawe ardhi ya nchi yako ichukuliwe bwao, nakaa tu nikupiga kelele kwenye mateve senke kwenye maerf? Si iliyo na viongozi makini wanaojua siasa na wanaojua kuongoza hawawezi kwenda kwa namna ile. Sasa sikiliza, Tshisekedi sababu yake ya kukataa kuongea na M23 ni kwa sababu ya M23 watachukua karatasi wanamwonyesha Wakati unapewa nchi kuwa rais wa Kongo ulisaini hapa, embu angalia sahihi yako, hicho tu. Manake ndicho anachokimbia Chisekedi kwenda kuonyeshwa makaratasi hayo. Paul Kagame anakataa kwenda kikao cha Angola kwa sababu hakuna mazungumzo ya aina yoyote atakayofanywa akaleta amani Kongo, tofauti na Fachibe tu kuheshimu mikataba aliyosaini. Balkanization ya Sid na Nor Kivu na Katanga walishindwa kufanya ndani ya mikono ya Josefu Kabila kwa sababu alikuwa remarke kama Rwande wakaona vinaweza kuleta fujo kubwa ndani ya wakongomani ilfo hii mikoa iwe Balkanize ndani ya mikono mwa kongole pir, ambaye wakongomani hawatakuwa na dute naye, ili vikija kufanyika basi ifanyike kwamba ni wakongomani kwa wakongomani. Umoja wa Mataifa umekaa vikao vingi mpaka kikao walichokitengeneza jana haraka haraka kwamba Conseil de Securite walisema kwamba Paul Kagame akubali kukaa na rais Tshisekedi ili waongee wayamalize. Mimi niseme hivi, wazalendo wanajitahidi kukomboa Goma, lakini kwa kuwa wanapigana kwa mwamvuli wa jeshi la serikali FARDC, hawataweza. Na hawa watu wa South Africa wanaokuja ndani ya Congo, hawaji hawa kuja kupiga Rwanda. Kwa sababu gani? Rwanda itawashinda ama M23 itawashinda, kwa sababu tuwaonyesha, ona mikataba yetu na serikali ya Congo, unaingilia vita ambavyo havikuhusu. Na ndiyo maana hata majeshi mengi ambayo yeye keji alealeta ndani ya Kongo mengi, aiwa anafika mahala na yakusema, hapana, ngoja sisi tuwachani na hivi vita, baada ya wao kuja kugundua ukweli uliopo. Ehase imekuja ndani ya Kongo baada ya kugundua kweli fulani zilizopo. Kwa hiyo ehase na yenyewe imeamua aa, tutulie kimya. Wakati ninaoji hivyo watu wengi walinicheka na kusema mimi msaliti. Ndio maana nasema Kongo iombewe. Chisekedi ataangusha Goma a sampursa, na Goma itakapoanguka yote sampursa haitaanguka kwamba watapigana vita Fardesi na shindo kutatokea tu. Kauli atakayoambiwa Chisekedi, wewe heshimisha mikataba mliyoandika, ndivyo atakavyoambiwa na atatulia. Lakini pia haitaishia goma peke yake, M23 wataendelea mpaka Bukavu. Maana yake Norkivu wao waliona ujanja wa Chisekedi kutaka kuanza mambo ya kubadili katiba ajongezee muhula. Ah, huu ni ujanja, ameshatawala muhula wa kwanza kabla ajaja kubadili katiba, na tulikubaliana ndani ya muhula wake wa ili ndipo ataheshimisha haya mambo, wakaona awata amjali yeye, bora waanzishe vita kuchukua cha kwao walichokubaliana na hizo habari za fasibe tu za katiba ziziishie mbali. Hivi katiba imeishia mbali, watu wote, macho yote ameenda kwenye vita, na ndio plan ya M23 walazimishe Tshisekedi kukubali walichokubaliana. Kwa hiyo niseme hivi, kama wakongomani wanaipenda nchi yao, wataitetea nchi yao wao wenyewe, kama raia, lakini sio kama serikali, kwa maana serikali aliye juu ya serikali ni rais, hasa kwa upande wa majeshi, kwa maana kauli ya mwisho wa jeshi inatoka ndani ya kinywa cha rais. Na nimekuwa nikidai sana Chisekedi, mbona aongei atoe komandema? Mimi ninachokijua mtu yeyote anayejua utendaji kazi wa jeshi anayejua mamlaka aliyonayo rais kwenye jeshi kongwe, hawezi kuchezewa hivi kama adifi kitandawili, ila inachezewa hivi kwa sababu fachibeto anajua kinachofanyika. Kwa hiyo na niendelee kusema hivi, Chisekedi anajua kinachofanyika, na kinilichopo ni kwamba Chisekedi ilfo asede norkiv asede na sidi Kivu asede na Katanga, kwa M23 ibaki su kontrole ya M23. M23 ambayo ndiyo Rwanda hiyo, lakini su kuvertire tu M23, lakini ni Rwanda. Ndio maana Rwanda ameingiza sasa majeshi yake binafsi. Hiyo ndiyo kontra yao na hivyo ndivyo Chisekedi atalazimika kufanya, na ameshalazimika na atafanya hivyo. Tiba imebaki sehemu mbili tu, ili kuvunja hii mikataba. Kuvunja hii mikataba, tiba yake iko sehemu mbili tu. Sehemu ya kwanza, kwa upande wa kivita, lazima labda wapigane wakongomani kama raia au wale walioitwa maimai, ambao wakupewa kijina cha kuwapaka rangi wazalendo, patrioti. Zile zote zilikuwa nguvu za kuwapunguzia nguvu, zilikuwa mbinu za kupunguzia nguvu wakawaingiza kwenye radi waingizwe kwenye serikali. Ni mipango ya wazungu ili kuwanyonya wazalendo nguvu, wasitumike kama walivyo uhalisia wao wa kutumika na ni kweli imesaidia sana, na ndo hii imefanya avance kubwa ya M23 kwa sababu wazalendo au wamaimai wasingeweza kupigana bila serikali kuruhusu. Kwa hiyo wameresir, watashuka mpaka no Sud Kivu, wataenda mpaka Katanga ikiwezekana, na kipande cha cha Manyema, lakini pia na kipande cha watu uwele ama watu uwele. Yote hiyo ni mikataba apa ambayo Chisekedi alisaini na analazimishwa kisirisiri na wazungu kuikubali na sasa wamefika mahali wazungu, atake asitake lazima atekeleze. Anaahibu ajue ataongea nini na raia, na hata kama ataongea na raia, ataongea vya juujuu, vya juujuu, vya lakini vya kuonyesha watu kwamba tuombe Mungu tufanye hivi. Ataonyesha, hatatoa kauli yote ya watu kupigana. Hilo mukaze mioyo wa Kongomani, mukaze mioyo wanasiasa. Sina haja ya kudanganya, sina haja kukurembesha rembesha, nikuambia habari ambayo hata kama itakuumiza lakini ndio ukweli wa habari hata kama hutakubali hili neno leo, kesho utakubali. Bila shaka mmenielewa. Sasa msubiri kitakachotokea. Ili Kongo ikombolewe, ni wazalendo au raia ndonawaita tena, wamaimai wao wenyewe, kwa maana hawana mkataba na mtu yeyote. kwa serikali itakuwa zero, usitegemee. Lakini pia njia ya pili inayoweza kukomboa Kongo ni Mungu atetelewa Kongomani wenyewe, kwa kuwa Mungu ashindwi na lolote. Lakini la wazalendo lina asilimia kubwa, wanaweza kupigana na MVT na RDF wakawapiga, kwa maana nguvu wanayo endapo watajiunga kwa pamoja na mikakati iliyopo sasa hivi, M23 wanatafuta huku Sud Kivu wapate makundi mengi ya wale wa maimai wa kufoji wawape pesa, ili hao wa maimai wa kufoji hao waonekane na wao wanaanza kuweka silaha chini, silaha chini, ili kuentoksiki wale wa maimai pire, kwamba mbona wenzetu wanaweka silaha chini, hivi vita tutaviweza kabisa, bora na sisi tuache kama wenzetu, kumbe ni maimai waliotengenezwa. Hilo ndio tutakalofanyika huku Sud Kivu na maimai wengine ao waliowatengeneza wao wenyewe wataanza kupigana na wa mai mai original ambao ni wazalendo wanaotetea nchi yao. Na hivyo vyote Chisekedi anajua, na yeye ndiye aliyepanga hivyo, na hilo ndilo litakalo tokea. Unisamehe kwa sababu nimekuvunja moyo, unisamehe kwa sababu unahisi kama sipendi nchi ya Kongo, lakini bora nikwambie ukweli. Na anaogopa Chisekedi kufa, kwa sababu akienda tofauti na hiyo mikataba, atakufa kama alivyo wawa Laurent Desire Kabila. Ila kwa kuwa anapenda bado kuishi, ndi uchungu na maumivu alionayo kichwani. Hajua atoke wapi, hajua aende wapi, hajua apige goma, afukuze M23 ama awachie wakae. Mungu akubariki sana.